ya kutajwa uh, zimeibuka hoja ya kwamba tuunganishe maombi haya kwa sababu yanafanana, lakini pia mekuja hoja ya kwamba mm -hmm. tusikilize eh, pamoja na mambo mengine yale ya majimbo ya Unguja <coughs> tumeiomba mahakama mm -hmm. kwamba uh, ni vyema mashauri haya ya majimbo ya Pemba kwa sababu wahusika wengi kwa maana ya waombaji, lakini pia na wafuasi wao wapo Pemba tukasikilize Pemba, na isingekuwa busara kuyasikiliza kesho pamoja na mashauri mengine au maombi yale ya Unguja. Uh, mahakama imetoa uamuzi na ambao sisi hatuna tatizo nao ya kwamba uh, mashauri haya uh, ya majimbo maombi haya yanakuwa consolidated uh, na hoja juu ya uwezo wa mahakama kwa maana ya pingamizi iliyokusudiwa kuwekwa juu ya uwezo wa mahakama itasikilizwa siku ya tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwenye mahakama kuu masijala ya hapa Tunguu masijala kuu Tunguu, na kwamba uh, siku hiyo itasikilizwa kwa pamoja uh, na hii haiondoshi ile usikilizwaji wa maombi kama haya kwa majimbo ya Unguja ambayo itakuja kesho tarehe 14 ia uh, mwezi wa kwanza 2026, uh, kama ni consolidated applications. kwa hiyo Uh, hiyo ndio taarifa basi, ni waombe wale wenye maombi yao siku hiyo waje, alafu tuone tutaendelea tutaendelea vipi. Hiyo ndio amri ya mahakama, hakuna tena hakuna jipya. Sawa sawa eh? Aya, asanteni. Aya.